Mkurugenzi mkuu wa shirika la utetezi wa haki za ardhi nchini Kenya Land Alliance, Faith Alube amesema kuwa ni marufuku kisheria kwa mashemeji kuchukua mali ya ndugu yao pindi anapofariki dunia wakati ambapo mke wa marehemu angali hai. Akizungumza katika mkao wa kuhamasisha jamii kuhusu haki za umiliki wa ardhi hapa mjini Kilifi, Alube amekariri kuwa mali aliyoipata mtu akiwa kwenye ndoa ni yake na mkewe, hivyo ndugu wa pande zote mbili kamwe hawapaswi kuingilia. Interference by in-laws kulingana na sheria ya Kenya it is an offense. Kuna sheria hapa Kenya inaitwa Prevention of Domestic Violence Act, ilipitishwa 2015 na iko na 14 offenses, lakini yenye tunazungumzia sana sana, tunaangazia wakati tunazungumzia maneno ya mali, tunaangalia interference by in-laws na rituals Unajua, kuna mila zingine zinalazimisha kina mama kuweka kufanya ritual ama tambiko Uva, pengine uvae nguo nyeusi, unyoe nywele, uwezi uwezi enda uh, kwa, kwa <tani> mtoni, uwezi enda kwa market ati kwa sababu ulipoteza mume wako. Sasa unapata kuna rituals zenye jamii zinaweza fanya wanawake waende through. Pia hiyo hiyo Prevention of Domestic Violence Act 2015 inakataza. Kwa hivyo kuna offenses zenye zikifuatiliwa kuna in-laws watajipata taabani sana, kwa sababu wanakiuka sheria. Kama kuna mwanajamii anaona ni sawa in-laws waweze kuchukua makumiliki hiyo mali ya ndugu yao mwenye alienda, mi kila siku ninasema kuna consenting adults, lakini tutakana kujua spouse, spouse ama bibi ama mke wa ule mwenda zake ako na haki zaidi. Kuliko in laws. Alube amesema kuwa jamii nyingi ukanda wa pwani zimekuwa zikifinyilia wanawake wajane pindi waume zao wanapofariki dunia, ila hali siyo sawa kisheria. Kuna mila na desturi zingine, kama hawa wanawake wanakubali, wanarithiwa. Lazima mwanamke akubali, si ati aseme ni, ni, ni, ni tradition, ama ni lazima. Ni kitu mwenyewe anabidi akubali Naelewa. Kwa hivyo spouse wanatakana kujua their rights, ndio wakati wanaachilia haki zao kwa mtu mwingine, wanaelewa ni nini wanafanya. Wengi wao wanaweza ona aibu, wengi wao wanaogopa, wanajua wako na haki lakini wanaogopa kwa sababu hawaelewi procedure. Lakini spouses kwa matrimonial property wako na sauti zaidi ya in-laws. Aidha, Alube amesema kuwa wanawake wengi wamekuwa wakifinyiliwa mali walizopata na waume zao kutokana na ukosefu wa hamasa za kutosha kwani hawana ufahamu kuhusiana na haki yao ya umiliki wa mali hizo. Wanawake wajahamasishwa ya kutosha, kuna haja ya kuweza kuzungumza na wanawake zaidi, kwa sababu tunapata bado kuna zile mistakes, bado kuna ile uoga, kuna ile kukosa kufuatilia haki ya ardhi, kuna ile yenye tunasema kina mama wanawachwa nyuma bado, wakati tunazungumzia maneno ya ardhi na rasilimali. Kwa hivyo vikao za nyanjani, ile kwenda pale, pale mashinani kabisa itakuwa muhimu sana, na Kenya Land Alliance imepanga kufanya vikao kama hizo. Nikiripotia, Coco FM kutoka hapa mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM ladha ya pwani.